teuliwa kuwa katibu mkuu wa chama na nilipokuja hapa, wakati huo nilikuja kwenye mapumziko Bugarika, lakini mkaniita ofisini na mkaniita kwenye tukio la wazee kunisimika uchifu na kunipa jina la Chifu Malonja. Wakati ule lile tukio linafanyika, Magufuli alikuwa hai. Na siku ile ya kusimikwa tukawaambia kwamba kwa, kwa namna tulivyofanyiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019 tukienda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 bila marekebisho ya kikatiba na kisheria yenye kuwezesha uchaguzi huru na haki, kwa aina ya utawala wa CCM watakwenda kupora uchaguzi kweli kweli. kwa sababu mwaka elfu mbili na kumi na tano ulikuwa ni mwaka ambao CCM kimsingi iliondoka madarakani mwaka elfu mbili na kumi na tano lakini wakafanya wizi wa kura, wakati ule mgombea wa uraisi wa CHADEMA kwa kura walizozitangaza wao, walisema alipata asilimia thelathini na tisa ya kura, takribani asilimia arobaini. Lakini kwa taarifa za ndani ya serikali yenyewe inaonyesha mgombea uraisi wa CHADEMA wakati ule alipata zaidi ya asilimia hamsini. Kwa hiyo baada ya CCM kuona wamekushafikia kwenye kona ya kuondoka madarakani wakakubaliana, yaani, hata kama rais asingekuwa Magufuli baada ya uchaguzi wa 2015 kimsingi, kwa zile kura ambazo CHADEMA ilipata, wakakubaliana kwamba lazima ianze safari ya kukibomoa hiki chama kwa sababu hicho chama hiki chama cha CHADEMA kinakwenda kuiondoa CCM madarakani.